Tuzidi kumshukuru na kumhimidi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kutuafikia siku ya leo tena tukawa na neema ya uzima na afya njema na tukaweza kuzitekeleza ratiba tulizojiwekea. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala atutakabalie funga zetu. Mwenyezi Mungu atuwafikie kutekeleza maamrisho yake na kuepuka makatazo yake na kuyafanya yale anayoyapenda na anayoridhia. tukiwa katika kipindi cha darsa ya tafsir al-Quran katika nyumba hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Rahma, msikiti uliopo mjini Babati, msikiti mkongwe, na darsa kama hili ni mwendelezo kazi za wazee wetu, walezi wa roho zetu, baraka zetu na nuru zetu, mashekhe wetu, Mwenyezi Mungu awaghufirie awarahamu, nasi twamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atunufaishe kwa ulumu zao. Mwenyezi Mungu atupe asrari zao na baraka zao na nafahati zao. Na darsa kama hili leo, nimekaa kwenye kiti hiki, nipo mbele yenu nilizipokea darasa kama hizi nikiwa mbele zao katika msikiti huu huu. Na leo tutaondokea kuanzia aya ya ishirini na tano. Wasomaji wetu wametusomea kwa uzuri, Mwenyezi Mungu amzidishie, amuhifadhi na amlinde. Nasi tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana. a'udhu billahi minash shaitani rrajim

Qurani yataka tuingize ndani ya nyoyo zetu na katika akili zetu, wa annasira maa tutembee pamoja na Qurani, tukitembea tutembee pamoja na Qurani, wa annakuma maa tukisimama tusimame pamoja na Qur'an wa annanama maa tukilala, tulale pamoja na Qur'an wa annashtaria maa tukinunua, tununue pamoja na Qur'an wa annabia maa na tukiuza, tuuze pamoja na Qur'ani wa annatazawaja ma'a tukioa tuoe pamoja na Qur'an na tukiacha tuache pamoja na Qur'an na, na, na, na, na, na. Hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndivyo walivyokuwa maswahaba

wanadamu hapa tutakapoanzia leo, wasafa taala hala almushrikin, Mwenyezi Mungu mtukufu ameisifu hali ya washirikina Mwenyezi Mungu ametoa baadhi ya wasifu wa washirikina wa hina istimai alquran, wakati wa kuisikiliza Qur'an hali za washirikina zilikuwaje wakati wa kuisikiliza Qur'an. Lakini pia pana sababu nuzuli, ipo sababu ya kushuka kipande hiki aya hii ambayo itakayoanza nayo leo, ipo sababu ya kushuka. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anatuambia, anna aba sufyan kuwa Abu Sufyan walwalid ibn Almughira na Walid ibn Almughira wanadhara bn Alharith na wengine na wengine na wengine na wengine, aya ni majina. Sasa usiwe unashiriki katika matukio maovu watu wakakushuhudia wakakuona. Sasa linapoelezewa lile tukio, yakaanza kutajwa majina, wewe ukawa unachukia, unakasirika. Sasa hata ukichukia, hata ukikasirika, ni wewe, ni wewe.

Hadithi za watu wa kale ha? hadithi za uongo tu zilizotungwa na watu wa zamani kabla yake, yani Qurani eh, kejeli hizo kejeli Satiru lawalin ngano za watu wa kale, yaani hadithi za watu wa kale, mazungumzo eh, ya watu wa kale. Ndio ikashuka sasa aya hii eh? Ikashuka aya hii wa minhum, na miongoni mwao miongoni mwa washirikina, man yastami'u ilaika, wako ambao wanaosikiliza kwako. Wanasikiliza nini? Qur'an ai wa min haulai lmushrikini man yusghi ilayka ya Muhammad hina tatlul Qur'an, na miongoni mwa hawa washirikina wapo ambao wanaotega masikio yao kukusikiliza wewe. Al-isgha kutega sikio na kusikiliza hina tatlu alquran, wakati unasoma Quran. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala asema waj'alna ala qulubihim, na sisi tumejaalia ala qulubihim, juu ya nyoyo zao akinna tumejaalia pazia tena nyingi akina, tumejaalia pazia an yafqahu, ili wasifahamu Qur'an, ili wasifahamu Qur'an Sababu wao wenyewe hawataki kuifahamu Qur'an, wamechagua upotovu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuongoza mtakaye na anampoteza amtakaye. Hapa mpaelewe vizuri, majini na watu hawa wamekalifishwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakaongozwa njia mbili wa hadainahu najidain, mwanadamu tumemwongoza njia mbili. Tumemwongoza, akapewa mwanadamu uchaguzi achague mwenyewe. Inna hadainahu sabili imma shakiran wa imma kafuran. kwa hiyo Anayechagua njia iliyonyoka Mwenyezi Mungu humrahisishia na humwongoza. Anayechagua njia ya upotovu mwenyewe kachagua. Mwenyezi Mungu hamlazimishi mtu kuongoka, wala hamlazimishi mtu kupotea. Na mtu hurahisishiwa sawa lile ambalo analomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kule anakopondokea. Kwa hiyo usipate tabu hapa anapoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajaalna ala qulubihim, Mwenyezi Mungu na tumejaalia juu ya, ya nyoyo zao akina tumejaalia pazia, an yafqahuhu, ili wasipate kuifahamu Qur'ani. Ni wao ndio ambao eh, hawataki kuifahamu Qur'ani, wanaifanyia wanaifanyia kejele Qur'ani, manake wamekufuru na hawakuamini, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajaalia juu ya nyoyo zao pazia ili wasiweze kuifahamu Qur'an. Kwa hiyo man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah waman yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Na sisi tulazimiane siku zote kumwomba Mwenyezi Mungu alhidaya, hakuna kitu kikubwa kama alhidaya. Na katika eh, rakaa zote haikosekani suratul fatiha sawa sawasawa, ni swala za faradhi.

muhimu sana kumwomba Mwenyezi Mungu alhidaya na kwamba alhidaya ni kitu kikubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwamrisha baba yetu Adam ha, na mama yetu Hawa washuke ardhini nyezi Mungu Subhanahu wa Taala asema huko ardhini, huko fa ima yaatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alayhim wala hum yahzanun, imma utakapokuijieni kutoka kwangu uongofu, faman tabi'a hudaya yule atakayefuata uongofu wangu wasifa, la khaufun alaihim walahum yahzanun, wale watakaofuata uongofu wangu hawana hofu, hawana hofu, wataishi maisha ambayo hawatakuwa na hofu. Wala yahzanun, wala hawezi kuhuzunika. allahumma ihdina sirata almustaqim. Hidaya kitu kikubwa sana, mwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alhidaya. Sababu tunaona hapa hawa wamekosa hidaya, wamekosa hidaya eh? na hawakutaka hidaya. Kwa hiyo wajaalna ala kulubihim, na tumejaalia juu ya nyoyo zao akina, tumejaalia pazia nyingi eh. Nyoyo zao zimewekewa pazia zimezibwa, Ayafqahu ili eh wasifahamu Qur'ani, ay ja'alna ala qulubihim aghtiya aki aghtiya, tumejaalia juu yu ya nyoyo zao eh? nini aghtiya, sawa Vizibo, pazia, vizibo vingi. li alla yafqahu ili e li li alla yafqahu Alquran, ili e wasifahamu Qurani.